Diamond Platnumz siku ya leo amezua gumzo kubwa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuzungumza ni ugonjwa gani ambao unamsumbua. Tunakumbuka kuna interview ambayo mama yake mzazi, mama Dangote, aliweza kuzungumza na kudai kwamba msanii Diamond Platnumz, kuna kitu ambacho kinamsumbua na mara nyingi huwa, eh, anazimia ghafla au anamwaisha hospitali, lakini pia ukiangalia msanii Diamond Platnumz, eh, mara nyingi amekuwa ni mtu amba fikiri labda huenda ni msongo wa mawazo unaomsumbua msanii Diamond Platnumz, lakini bado ikawa ingia kilini, msongo wa mawazo kwa tajiri kweli? Diamond Platnumz anakosa kitu gani mpaka awe na msongo wa mawazo? Mashabiki wakawa bado wana maswali na kujiuliza ni ugonjwa gani huo ambao unamsumbua msanii Diamond Platnumz. Ukiangalia mama Dangote ya kutaka kabisa kuutaja huo ugonjwa ambao unamsumbua msanii Diamond, na kudai kwamba hatamani kuuweka wazi mitandaoni kwa sababu tunaendelea kupambana sisi kama familia, lakini pia msanii Diamond anajimudu, yani huo ugonjwa ambao unamsumbua e, wala haumsumbui kivile, ni kawaida tu. Mashabiki walitamani kufahamu ni ugonjwa gani ambao msanii Diamond Partner unamsumbua, na siku leo Diamond Partner ameamua kuanika wazi baada tu ya kuona watu wengi wanamuuliza, lakini pia wengine a, wakiwa wanampigia simu na kumuuliza jamaa kusumbua Diamond Platnumz ameweza kuruka live kupitia katika ukurasa wake uh, wa Snapchat akiwa anazungumza na mashabiki zake, na kuna huyo shabiki aliweza kumuuliza Diamond, ni kitu gani ambacho kinakusumbua? Ni ugonjwa gani huo ambao mama yako alisema uh, unakusumbua kwa miaka mingi uh, sasa inakuwaje? Wewe mtu una pesa alafu unadai kwamba kuna ugonjwa unakusumbua kwani si unatoa tu pesa, unajitibia? Diamond alicheka sana sana na kudai kwamba hii dunia ina vitu vingi sana. Unaweza kumuona mtu mzima anatembea mzima, lakini kumbe kuna mambo mengi sana ambayo yanamsumbua mwilini mwake. Kuna jambo ambalo anashindwa tu kumwambia mtu kwamba mimi nasumbuliwa na hiki, nasumbuliwa na kile. Diamond anakuambia yeye, yeye ni msanii mkubwa, ni msanii msanii mkubwa, anamiliki pesa nyingi, lakini lakini bado kuna vitu ambavyo, eh, vinamsumbua yeye kama binadamu wa kawaida. Lakini diamond akawa Okay, hebu ngoja nilizungumzie hili swala kwa sababu tayari ameshaliona huko mitandaoni likiwa linazungumzwa na watu tofauti tofauti, lakini pia baada tu ya mama dangote kulizungumza, Diamond amedai kwamba yeye anasumbuliwa na asma, na kudai kwamba eh, asma ni kitu cha kawaida eh, na kwamba kuna watu wengi tu wanaishi na asma na, na wanakaa vizuri eh, kwa sababu tunafahamu watu wenye ugonjwa wa a huu ugonjwa wa pumu kuna vidude vyao fulani hivi, e, mgonjwa akipata e, shida ghafla tu e, kuna namna fulani unamwekea mdomoni, anavuta, anapata huduma ya kwanza, maisha mengine yanaendelea. Diamond Partner anakuambia yeye binafsi E, watu ukiona amezidiwa basi uh, anakwambia hicho kidude unakuta kipo mbali. Ndio maana mara nyingi sana mama yake anampigia kelele na kumwambia uh, Diamond usije ukasahau uh, kifaa chako Diamond, usije ukasahau hivi vile, mambo amekuwa ni mengi sana sasa hivi. Sasa ukiangalia hatujawahi kabisa kusikia wala kuona uh, Diamond Platnumz uh, labda anasumbuliwa na huu ugonjwa mara nyingi. Labda wao kama familia ndicho kitu ambacho wanakiona, huenda uh, Diamond akizidiwa wanamuita daktari pale pale nyumbani. Mani, mambo kama hayo lakini asma au ugonjwa wa pumu e, baadhi ya watu e, wengi tu wanasumbuliwa na huu ugonjwa na wanaishi vizuri, na sio ugonjwa ambao unaweza kusema labda, e, una dawa moja kwa moja. Hauna dawa, ni ugonjwa ambao mtu anawazaliwa nao, anaishi nao hivyo hivyo, anapambana nao mpaka mwisho ni ugonjwa ambao hauna dawa wala hauna tiba yoyote zaidi tu ya huduma ya kwanza hasasahatujajua mpaka leo hii, kwa nini a, ugonjwa huu hauna dawa wala tiba. wa Simba mambo kama wana penda wanaona, mbona jamani staa wetu tena augue kitu kama hichi? Lakini tunaweza kusema ugonjwa wa pumu sio ugonjwa ambao labda unaweza ukamwondoa mtu, utaondoka kutokana na tarehe yako ulioandikiwa na Mwenyezi Mungu, lakini sio kwamba eti huo ugonjwa umekuua. na shangaa sana watu wanaposema kwamba ule ugonjwa umemuua. Sio ugonjwa umemuua, tarehe yake imefika. Tarehe yako ikifika, sio kwamba eti ni ugonjwa e, ume umekusababisha hiyo e, tarehe yako ikafika. Tarehe yako ikifika, hata kama hauumwi ukilala tu asubuhi hauamki. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakifahamu kwa asilimia kubwa sana, na ndicho kitu nakiamini kuhusiana na swala zima la kifo. Hivyo basi, mtu ukiumwa ugonjwa uh, kama huu wa asma, unatakiwa tu ufuate masharti ya daktari, ili mradi tu uweze uh, kuwa sawa. We kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tochea maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kutana on notification.